Hmm. E bana, nimewaletea TV hapa, ni frameless kabisa, ina HDMI port mbili lakini na USB poti mbili pia ni LED, kio chake ni safi sana, full HD. Hii inaitwa Vitron zipo kuanzia nchi thelathini na mbili arobaini na tatu na kuendelea. Unaipata kwa gharama nafuu kabisa kwa kutumia website yetu ya givenall.com ambapo inapatikana Google. Unaingia Google na search givenall.com. Ukifika pale, una uwezo wa kufungua akaunti yako na ukifungua akaunti tunakupa shilingi elfu tano ya bure ambayo una uwezo wa kufanya deliver. Unaweza kufanya payment installment, yani ukawa unalipa kidogo kidogo, kama uko mkoani jamani, Givenall.com tupo njia panda mtaa wa Ndanda na Muhonda. Tuna bidhaa nyingi huko mkoani lipa kidogo kidogo, huko mkoani agiza bidhaa usiachana na wale matapeli. Sisi ni mtandao wetu na namba yetu ni 0760 600 400 0760 600 400 na namba yetu ya mtandao wote. Kwa hiyo kama uko mbali mkoani, Tafadhali Lipa Givenall.com na mizigo yako inakuja. Mpaka sasa hivi tuna watu zaidi ya 2000 ambao wanalipa kidogo kidogo na tuna watu zaidi ya 800 ambao wameshachukua tayari bidhaa zao. Tupo Kariakoo njiapanda mtaa wa Ndanda na Muhonda. Website yetu imesajiliwa, tuna usajili wa kutosha na tuna kila kitu, tuna leseni, tuna tini. So bidhaa zote zipo, warranty ni uhakika mwaka mzima. Karibuni sana. TV hapa, gharama yake inafuka kama unavyoiona hapo na inapatikana kwenye Givenall.com product ID yake. Ukiingia kwenye Givenall.com search namba hii hapo unayoiona. Utaipata hii TV kwa gharama nafuu, au andika tu Vitron, zitakuja TV nyingi, chagua kwa gharama nafuu sana. Givenall.com, bidhaa zote zipo, ulipia kidogo kidogo ukiwa mbali, hata kama una buku ulipa, sisi hatuna shida. Karibuni sana. Yes.